Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Ni chachu kwa hizi mechi za karibuni, ni kwa sababu namaliza mkataba? Mudathiri umewaka mara mbili zaidi. Hapana, ni wakati tu, Mwenyezi Mungu ajalia, tukawa sote kwenye piki. Ni Mwenyezi Mungu tu, sio kwa sababu mkataba unaisha. Ni raha sana, ni raha sana. Mnachukua mna ubingwa mbele ya Simba leo hii lakini mkimfunga mechi zote mbili hii na tafsiri gani kwa Young Africans ambayo ilikuwa ikijiandaa pia kimya kimya? Iliuikijianda. Mmechukua ubingwa mara mbili mara nne mfululizo lakini mmemfunga mtani kwenye msimu huu mara mbili, na maana mmechukua alama sita kwake. Hisia zenu ziko? Na hisi furaha, furaha imeongezeka ime zaidi na mpaka bonus leo kubwa sana. Eh, sijui kaibia. Jamani asanteni. Bonus ndio imeshawishi nyie kufanya sana vizuri. Sana sana sana. sana. Mm. Ubingwa mara mbili mfululizo ukiwa Young Africans unalipi la kweli. Bwana. Na tatu. Unalipi la kusema? Nimeingia nusu msimu, nimeingia msimu mzima, na huu msimu mzima mara ngapi unagoa? Sasa, eh, unajui sababu. Unajisikia mwenye bahati na enge sana. Eh sana. Mm. Yeah. Una celebrate kwa mara nyingine tena ubingwa na familia yako. Uh, unajisikia? unanajisikia faraja sana mashabiki, okay. Wategemea nini kwako msimu ujao? Kwani nitakuwa takuwepo Yanga Afrika Ba, jamani baadaye